Hii kituo kikifungwa sina kwa kwenda, maana huko nyumbani nikifika taa tayari ananiwinda, na vile ambao kwamba mimi sina kosa nao, lakini kaona hawa watu watanimaliza. Sasa huku ndio ni wakanileta wao, mimi nilikuwa sitoki tena nyumbani, nakaa pale kule ndani, kama shughuli nafanya hapo chacho kidogo, mpaka nitoke na asubuhi Endelea mpaka maliza mwaka mzima ndio nikaja mwenyewe hapa. Hayo mambo ya uchawi wewe unayajua vipi? Wewe mwenyewe acha, unajui kabisa uchawi huko, unaweza kujipereka haraka alafu ukaenda ukamalizwa, ndio itakuwa ni kama umefata kifo. toto wa wadogo zangu wa kiume walilipuka, walilipuka wakasema mimi ni mchawi. Lini hapo? Mwezi wa kumi na moja kulikuwa kumetokea nini mpaka wakalipuka wakasema mimi ni mchawi? Wenyewe ni watoto, watoto waime wakalipuka wakasema, achangaza ati ni mchawi aitini mchawi aitini mchawi kweli bati mchawi sinikabigwa mateke sagwa mateke bigwa tagaga mumuchiviwa usokamatagamazokagona poremaba, takamazokagona sasa. Wewe umeishi hapo tangu lini? hapo mji hapo, niishi hapo Pango zamani. uliolewa wapi? Uliolewa kule Kambe hapo yeah, ndio kwa kuzaliwa hapo Kizurini, hapo Kizurini ndio kwa kuzaliwa lauka, wa kwenye wenilowa wa Kambe, Kambe kule Bondora. Sasa una watoto wangapi? Wangapii? ni siku za kabisa, mm. Sasa kwa hivyo waliosema waliolipuka ni huko Kambe sio huko? ni huku Bondora huku, mm, huku ni huku uno Kaloleni ndio walitipuka watoto wanne wakike watupu Kasima, labali, wakalipuka, wakasema anti mchawi, anti mchawi. Baada ya anti mchawi wakanipiga, wale watoto wa kiume wakanipiga. Polisi kapata habari huko juu, wakaja na gari, akajanichukua wakasema, v mlimmpiga mkamuumiza, kwa hivyo nenda naye Mariakani akitoka maria kani mje naye hapa kisurini msirini, nyumbani mami. Kenda nyumbani tukwenda mua huyu, nikaenda maria kani, kenda maria kani huku nikaenda ka, ka wiki moja maria kani, natoka maria kani hospitali, nikaingia katukutuku huko hospitali nikapeleka, nikaja mpaka kisurini, nikasema mama kwa nimepoa, nije hapa hasa, mimi nikuja nikaka wiki nzima hapo h kizurini wiki yenye tapaka nkimaliza ilamaliza wiki ya pili, wakaitwa wale watu wa kwetu, huyu mtakwenda mwiweka wapi huyu? hata hakumfisa kahuna hasa vino sibezika hakumfisa kamuna sin huna muhala siswi huyu, serikali sasa, serikali mba kamna hakumfisani huna muhala siswi hwende naye

kuna karibu kama miaka mitatu. Na sasa mambo ya hapa ilikuwa ni kusumbuana huko, kwamba kuna mtoto wangu aliyefariki na hata hakuwawa na mambo ya madawa. Yani mimi hata nilikuwa niko kando huko, nilienda kwa msitu kukata makaa, ndio nikapata kwamba mtoto wako ameshikwa na tumbo jana akapelekwa bamba hasa nikawa kule nimekutoka kutoka na usiku. Nilipofika hapo nyumbani, kawa alipelekwa na mkuu wangu na mdogo wangu na babangu, mtatu akapelekwa Bamba. Hapo shida ilikuwa ni tumbo, na ile tumbo walianza kutumia chakula na watoto wake pale nyumbani, kwa mdomo. Sasa pale akatuma maji mtoto wake ni chukule ya maji, washamaliza kula akachukulia yale maji mle nyumbani, kumbe yale maji yake alikuwa ko alifanya plani zake akaweka aka kitu ndani dawa. Alipokuja gusa namna hii, yale maji hata ameyamwaya haku haku kwenda ndani, kawa nawasho sasa. Sasa ukawa ndio ugonjwa wake akakesha hapo, kile chochote wanajaribu nahiwi nahi, mpaka tumbo yake akapelekwa kule, ambiwa ni mshipa. Sasa kuna mshipa ambao umetoka kwa maji. Sasa walifika kule wamehika wamehikahika kwa uh, bamba pale wakaikahika na mambo ya hospitali pale, asubuhi yote mpaka saa saba saba ndio waka wakamtoa, wakampeleka kule ile hospitali ya serikali kule. Hasa alipofika kule akawa hana nguvu tena, ndio akashindwa wakati wa saa tano ya usiku akamalizika. Hiyo sasa ndio ikawa amekufa, na <coughs> hawajui kwamba amewawa na nini na nini, na mambo yote ilikuwa imesemeka hata muli njiani pia wale, wale walikuwa wako hapo, walisema basi huyu, hiyo mambo ya chakula ndio imempoteza huyo. Kifika jioni, koka moto pale nje, ili kuzungumza hata kama na wale watoto pale nje basi hata sikujua nilifanya kusikia gaa akata upanga, upanga tayari hapo pale ambapo aliukata, e, upanga kwa hivyo tayari alipokuwa amekuja pale alikuwa amebeba upanga e, lakini hata sikujua amebeba upanga, hata sikujua kwamba aja sasa, mi naangalia huku kwa vuli wa kwanza ni huu alikuwa anataka hapa, akatupa mwingine akawa anataka ishingo, lakini sumeona haya aka, akapeleka upanga mwingine tena. Hebu geuka kabisa mzee. Geuka kabisa. Geuka kabisa. Geuka tena. Acha tu kwa yeah, acha tu eh, geuka kabisa upande wewe tuangalie vizuri uh, kwa sema uh -huh, uh, sin... hapa. kwa manufaa ya wata, watazamaji wetu. Unaona? Ah, hapa. Ah. Uh... Unaona hapo? Pia hapo kuna upanga ulikuja. Unaona? tayari hapo hata kigusa hivi ulingia ndani kabisa hapa hapo, hapo. Yeah. Yeah, simeona aya, uona hapa una panga sijui tatu sijui nne hapo. Hapo sasa mimi kule kuanguka sasa, baada ya kuanguka akaona sasa amekumaliza amenimaliza, akaondoka mbio. Kumbe amekuja na pikipiki ameweka huko nje, karibu saa tatu, tatu hivi sana usiku, ya maana sisi kaa pale nje tukazungumza time nyingi, ndio tukaingia nyumbani. Aya, akaenda ndio akaenda, si alikwenda mwambia huyo mamake kwamba anishamalizana naye yule mzee mchawi, nimemaliza naye. Sasa mchawi ni wewe. <laughs> mchawi ni mimi sasa. Alipoambiwa amelala tena, alafu ndio akaja, akijafika sasa, wewe ukiwa sasa, wewe, bado umelala pale chini, je yeah? sasa ile mimi nimeondoka, kuna yani haya mapanga yote haya, mzee kisha ulikuwa na nguvu ku... ya kuondoka na Eh, niliondoka nilio, nilio sasa vile naenda ndio nakata sasa sasa, ikawa kila wakati nikilala pale nyumbani nkiamka lazima ntakuta watu wamekesha hapo kwa mdomo yani, mimi ikuwa sitoki tena nyumbani, nakaa pale kule ndani, kama shughuli nafanya hapo cha choo kidogo, mpaka nitoke na asubuhi sasa. Vile endelea mpaka amaliza mwaka mzima ndio nikaja mwenyewe hapa mimi sasa, hata vile vyakuwa ananiwinda na vile ambao kwamba na kosa nao, nikawa ile ofu ile, kawa sina ile ya kupigana, lakini kaona hawa watu watanimaliza hawa nikikaa hapa sasa, ndio ukatoroka huko, kaja hapa sasa huku, ndioni wakanileta wao. Walikuja wakakushika wakakuleta? Huko nilikwenda hapo nyumbani, wakanichukua wakanileta hapa ha. Baada ya kunileta hakuja tena hapa, hata hapa katikati, kwa sababu ilikuwa na kishamba changu huko, ikabidi awezi kukiuza, wakaja nichukua hapa ili nikatie saini kule. Haya, hebu sasa naambie, tangu umekuja hapa umeona mabadiliko gani wewe mwenyewe? akana mabadiliko gogosi ambani ni uzima ndakozafitwa uzima para nkatemwa akamala kunolaga sasa hebu eh, sema kwa Kiswahili kidogo eh. Ulipo sasa hivi hapa kama kuna fununu za kwamba pengine hiki kituo kitafungwa, utaenda wapi? Hiki kituo kikifungwa sina kwa kwenda, maana huko nyumbani nikifika ntaa tayari. Inasema kwamba hawa hawajakubali, maanake kama nikukubali hasa ingekuwa hata nimerudi. Lakini sasa, hiyo cha kwanza chenyewe kulianza, mtoto wangu alikuwa amefariki. Yule wa kufariki yule mwisho ulikuwa bado, na sasa walipoanza kuondoa hapo, hawakunipatia habari, wakaondoa tayari. Nikaambiwa basi kule, hata haja imepita jana mzee. Sasa so, ulikuwa uko hapa Ngambia. Basi nilikusiba waje wanaambie, asema hawakuja na haja, sasa imepita, hatujui wameunda nini sasa ikawa hiyo ndio imeanza. Hata hawa wenyewe wakasema basi, bado kukali, kuna maneno huko, sisi tutakupeleka mpaka tukufishe pale kwa sub-chifu, na waite wale wako nyumbani waje tuwaulize, wakiwa watasema nini tujue. Ndio bado hawajanipeleka, ni itafika wakati utarudita nyumbani kwako, ama katika boma lako kule, na watoto wako kule amani, kwenda kwen atakula amani, ni kwamba wanaitwa hapa hapa ndio tautakuja kula amani, ndio wanaandikiwa barua wanapewa, ndio tunashikana tunaenda sasa. Hawezi kuruhusu kwa sababu wao wakisema, watakua wata wajue kwamba kifungo kike, kiko pale cha maii, nadhani naweza kufanyika lini, kesho, keshokutwa, mwezi ujao, mwaka ujao, katika kuwaita waje wa kuchukua urudi nyumbani. Sasa ni hawa maanake, mimi hu, huambia hata huko nyumbani mimi nimeenda hata mara mbili eh. kulikuwa kuna mtoto wangu alikuwa mgonjwa huko, ndio nikaitwa nikaenda. Hichi ni kitengo ambacho tumekiweka kwa sababu ya kudhulumika kwa, kwa wazee wetu, ndiposa saa hii tumeweka hicho kitengo ili kuona kwamba wazee wetu hawauawi, anapofa tu mwenyewe kama Mungu amemjalia. Kwa hivyo uweke hicho kitengo, tukaunda kamati ambayo kamati ile ya watu saba ambayo ni court, ambayo inaitwa customer law ama e, Kaya Godoma customer law court number one. Kabla hatujaenda court ile ya, ya kiserikali, tunaketi hapa, tunaanza kuulizana, imekuwaje, imekuwaje mpaka mzee amefika hapa akiwa kwao hakufikiki. Kwa hivyo wale, wa, wale wazee wanaketi na ku, kutoa mwongozo mpaka kujua ni kweli huyu mzee labda pengine anashutumiwa ili mikuwaje. Tukishajua kwamba tukishajua kwamba ameshutumiwa kwamba ni mchawi tunaandikishiana wow! Uh, na tushaelewana. Tumefanya hivyo mpaka saa hii, tumeandikisha wale wote ambao wamekuja hapa katika kile kitengo cha ja kuweka amani na usalama kwa wazee wetu, tumefikisha zaidi ya watu mia mbili na hamsini na mpaka leo wale ambao wamebaki hapa ni watu sita peke yake, na wengi sana ambao wamekuja hapa saa hii ambao wamebaki hapa ni wageni. Si si si, si, si wa kitambo, ni wale wageni wageni. Sasa mambo yote kule wanasema wewe ni mchawi. Sasa nikaona mimi afadhali niungami kule kunyolewa, manake ukinyolewa ndio ukirudi kule nongo mbaya za yule uchawi umeshaondoka. Manake hapa hata wengi wanakuja kunyolewa, mtu ni asi mchawi lakini unaambiwa wewe ni mchawi, na akiwa hutafanywa hii kitu, lazima utamalizwa. Watu wengi sana wanatoka peta nguo kunyolewa hapa. Na hmm. Lakini, lakini hapo kunyolewa, unakunywa viapo hapa karibu mara mbili na wanaona wale watu wa kwenu kwamba umekunywa kiapo, unasema yule hawezi kushika dawa, akishika dawa anakufa anaku. Ndio mm, hakiwa hapa sasa, mtu yoyote anakuja hapa huwa kuna masharti fulani ambayo ni lazima ayatimize, mfano mfano mfano kutakaswa, mfano aa, kugangwa, yani kwamba unatolewa ile, hata kama ni dhana ama kwamba ni kweli mchawi, lazima hayo yatimizwe ya, ya kama masharti ya, ya hili boma. Je, ulipitia hayo? Kajatengezewa, kamaliza hata hiyo bibi yangu naye, ya tulifanywa sote Maaliza. Na ulipokuwa unafanyiwa hivyo, uliamini kwamba kweli hayo yanafanyika kwa sababu ya kutoa uh, ile e, ule uchawi ambao ambao walikuwa wanasema kwamba we ni mchawi, ama ulikuwa unafanya hivyo kwa sababu ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuji, kujionyesha kwamba kwamba mimi si mchawi na hata kama ni mchawi lakini sasa nimetubu? Uh -huh. Pale ukienda unaambiwa useme hivyo kwa sababu wao hawajui wewe kini useme kwamba mimi nimekuja, ule uchai wangu nimekuja uwacha hapa, mi nakunwa kiapo. Sasa kiapo cha hapa ni kwamba ni fingo fingo, si mnarimaji eh, ni fingo uzoneswe ndononaruya lungo ndapigirwa hoye hao ndani mana ropaalabele hapa kuna watu wa ambao ni wengine wamekuja, wanasemekana ni wachawi kweli, na wengine wamekuja kwa sababu wamedhaniwa me, wa kwamba ni wachawi. Ni dalili gani ambazo utajua kwamba huyu mtu mchawi? Sasa ni hawa wa waganga hao, mimi hata husema sa nyingine hawa waganga nao huwa wana kama kuchangia, maana ukiambiwa ukiangalia mtoto wako hata ukiangalia na ataka kufa hapa, si ukiambiwa hivyo si roho yako itakuwa yes. lazima, eh? lazima. <laughs> <laughs> itakuwa imepanda sasa <laughs> <last. laughs> eh, sasa ikiwa imepanda si utasema basi fulani ndi eh, anairoga si siwe utakwenda mbio huko. Sasa ukaenda mbio huku, kuna urafiki huko. Sasa hapa kuna wale wa, ni wachawi wa kweli na kuna wengine ambao si wachawi. Ndio sasa, mnaishi vipi? Yaani kwamba wee ukijua yule mchawi, mnaishi vipi katika ile boma? si <laughs> si, mna kuja keti na mnaagiza ramli zika wakaangalie si ndio? Sasa wakaangalia alafu wanaru, wanarudi tena wanaagiza nyingine, hata pengine iende kwa hesabu chifu, ona, ee, naye aitoe kwa wazee wengine waende sasa, ikisema wewe ni mchawi basi, wale huwa kweli ni wachawi. Mkiwa katika kikao hapa, labda pengine huwa mnazungumza kusema kwamba e, kuna wale ambao wanasema kweli ni wachawi hapa labda pengine wachawi je, wameshazungumza ni vitu gani ambavyo wanavifanya? <laughs> wanavifanya amba mpaka mambo hayo miujiza, miujiza hiyo yeah, ifanyike <laughs> Sasa hapo ni vile ambao kwamba hawa wataandika barua, wataandika barua, umeonekana si mchawi lakini jina limetoka na uchawi kule, na bado ni kama huyu wakile na vita na wale sasa mi nauliza kwa mfano hapa mmekaa nyinyi, kuna wale ambao wanasemekana kwamba ni wachawi na kuna wale ambao si wachawi, lakini kwa sababu mnakaa kama familia yee, kuna wakati ambao mnaulizana, ah, wewe kweli, eh, mimi ni mchawi sasa huo unafanya fanya nini mpaka mambo hayo yote yanafanyika? Je, huwa mnazungumza kama hayo yani? Kwa mfano yule mchawi hatakubali, hata kama ni mchawi hatakubali, Suku, lakini hawa wameamini wa kile kiapo ambacho utapewa umelewa eh. Yani ukipewa hicho ukiwa kama mchawi, ukiroga, utakufa. Haya, sasa ukimaliza hiyo wale watu wako wako wamekuja, inafanywa nini? Inaandikwa barua, wanaandika barua kwamba huyu hata kama nikukupeleka, wanakupeleka mpaka huko nyumbani, huyu tulikuja mwapisha, tukampa kiapo, hawezi kuroga tena. Hawezi, ku... hawezi kuroga tena. Kwa hivyo huyu tumemupa mumutunze, mumupe chakula asubuhi, mchana, jioni, na asipate tabu. Na huyo akipotea, nyinyi ndio mtamtoa kabila hivyo, akupatikana, nyinyi nayo utafungwa maisha. Coco FM lover ya pwani.